Maturity is knowing what to do, how to do with who to do how with and when to do. Kukua ni kujua cha kufanya, ukifanyeje, ukifanye na nani na ukifanye lini. Kukua ni kujua cha kusema, usemeje, useme lini, useme na nani. Kukua ni kujua mahala pa kwenda, uendeje, uende na nani, uende wakati gani. Huko ndio kukua. Mtu akikwambia uongo, mwangalie machoni alafu smile uendelee na shughuli zako. Mtu akiwa na maneno mengi sana anaongea mengi mengi, usimwambie na wewe nyamaza, mwambie mtu aliye jirani yako, naomba unisaidie maji ya kunywa, naomba unisaidie maji ya kunywa. Ukisema na wewe nyamaza na unaongea sana, umeharibu. Ndiyo maana kuna wakati mwingine unagombana na mtu unanyamaza, huko ni kukua. Sasa umeshakua. Ukiwa hujakua wewe muone wewe, takushughulikia. Usigombane na mtu bila ya sababu, kama akukudhuru kwa lolote kuna baadhi ya watu, unataka kumtukana, acha. Unataka kumzomea, acha. Unataka kumteta, acha, nyamaza, usije ukajikuta umezuia mtu atakayetumiwa na Mungu kukupeleka. Kwa mfano, tafuteni kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu, ambaye mtu asingekuwa nao hatamwona Mungu.